Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania. Huwezi kufanikiwa kuanzisha biashara kama hauna mtaji wa biashara. Hivyo ni muhimu kutafakari jinsi utakavyopata mtaji wa kuanzisha biashara. Baadhi ya wafanyabiashara au wajasiriamali hudhani sehemu pekee ambayo zinapatikana fedha za mtaji wa biashara ni kwenye mabenki. Hiyo sio sawa. Kipindi hiki nitaeleza jinsi unavyoweza kupata fedha za mtaji wa biashara kupitia vyanzo vingine vya fedha kwa ajili ya mtaji. Sasa kipindi hiki nitaeleza jinsi ya kupata fedha za mtaji kupitia wawekezaji, yaani kwa kiingereza wanasema investors. Kama unaweza kutosheleza vigezo vya wawekezaji, yaani investors, upo uwezekano mkubwa wa kupata fedha za mtaji kutoka kwa kutoka kwa hao wawekezaji. Wapo wawekezaji wengi Tanzania na nje pia ya Tanzania ambao wana fedha za kutosha kuwekeza katika vitega uchumi mbalimbali mbali. Jambo la msingi ni kutekeleza vigezo ambavyo wameweka vya kupata mtaji wa biashara. Baadhi ya vigezo ni kama ifuatavyo. Kwanza ni aina ya kitega uchumi au mradi. Hawa wawekezaji huwa wamechagua aina ya vitega uchumi au aina ya miradi ambayo wanaweza kawekeza. Sasa kama wewe mradi wako unakuwa nje ya vi, ya ya wao walivyokuwa wamejipangia, basi inaweza ikawa ni vigumu kupata mtaji. Kwa hiyo sasa, jambo la msingi ni kujaribu kuangalia aina ya miradi ambayo ina mvuto kwa wawekezaji mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia aina ya miradi ambayo inaweza ikavutia hawa wawekezaji. Namba mbili ni ukubwa wa kitega uchumi au mradi. Hawa wawekezaji huwa wanaweka vigezo vyao pia kuhusu ukubwa wa wa mradi, kwa maana kuwa kuna wengine wana wamejipanga kuwa watakuwa wanawekeza kwenye miradi midogo midogo ambayo haihitaji mitaji mikubwa, lakini kuna wengine wamejipanga kuwekeza kwenye miradi ambayo ni mikubwa inayohitaji mitaji mikubwa. Kwa sasa inategemea wewe, aina ya mradi unaotaka kuanzisha. Kama ni mradi mdogo, basi kuna uwezekano mkubwa wale wawekezaji ambao wamejipanga kufokasi kwenye miradi midogo wakaja kwako na kama umeweka au umetaka kuanzisha mradi mkubwa ambao unahitaji mtaji mkubwa, basi wale wawekezaji ambao wamejipanga kwa ajili ya miradi mikubwa unaweza ukawapata. Namba tatu ni faida inayotokana na kitega uchumi. Hawa wawekezaji wengine wameweka malengo ya faida ambayo inatakiwa ipatikane kutokana na na na kitega uchumi kwa Kiingereza wanasema return on investment. Kwa hiyo kwa mfano kama unakuta mwekezaji ameweka lengo ya return on investment iwe ni 20%, basi ni kuhakikisha kuwa unatengeneza e, business plan ambayo inaonyesha kuwa mradi wako unaweza ukazalisha E, faida au return on investment ya 20%. Kwa hiyo sasa ni swala la, la vi, vigezo kwa ajili ya faida au return on investment. Kama ukiwa umefikia vigezo vyao basi ni rahisi kupata e, mtaji kutoka kwao. Namba nne ni maelezo ya mahitaji ya mtaji. Sasa hapa inategemea na wewe unavyojenga hoja ya kuweza kupata mtaji kutoka kwa wawekezaji. Kwa hiyo maelezo utakavyoyaweka, kama maelezo hayo yanakwenda sawasawa na matarajio yao hao wawekezaji, basi itakuwa rahisi ku, kuweza kupata e, mtaji kutoka kwa hao wawekezaji. Kwa hiyo swala la maelezo ambayo labda hilo nitakuja liongelea hapo baadaye kuhusiana na business plan, ni la muhimu sana Weka maelezo ambayo unajenga hoja nzuri ya kuwashawishi hao wawekezaji waweze kuja kwako na kukupa mtaji wa biashara. Namba tano ni profile ya wamiliki wa mradi ambao wanaoombea eh, wanaoombea fedha. Hao wawekezaji wanataka kuwekeza kwenye mradi ambao unasimamiwa na watu ambao wana elimu ya wa kutosha wana uzoefu wa kutosha, na wanaweza wakawaamini. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na watu ambao wanakubalika. Kwa hiyo kama wewe unataka kuomba e, kupata mtaji au fedha za kwa ajili ya mradi wako, hebu jiangalie kwanza, we mwenyewe profile yako kama ina ushawishi, kwa sababu kama haina ushawishi hawa watu wataingia mashaka kukupa fedha. Kwa hiyo ni muhimu sana uwe na profile nzuri. Tukizungumzia profile hapa, ina maana uzoefu wako katika mambo ya kufanya biashara, elimu yako kwa ujumla, lakini pia elimu yako kuhusiana na aina ya mradi ambao unataka kuanzisha, pia uzoefu wako katika mambo ya management na kadhalika. Namba sita ni malengo ya mradi hawa investors huwa wanaweka malengo kwenye vigezo vyao, kwa mradi unatakiwa unalenga mambo haya. Kwa mfano, kuna wengine wanaweza kasema mradi unatakiwa ulenge jinsi ya kusaidia kina mama, au mwingine anaweza kaweka mradi unatakiwa ulenge kwenye masuala yanayohusiana na elimu, au mwingine anaweza kusema huo mradi unatakiwa ulenge kwenye masuala ya afya. Kwa hiyo malengo ya mradi yanaweza yakasaidia kushawishi wawekezaji waweze kutoa fedha za mtaji. Sasa la msingi tu ni kujaribu kuangalia, je, huo mradi unataka kuanzisha una ushawishi kwa wawekezaji kuweza kuja kutoa fedha kutokana na malengo ya huo mradi. Namba saba ni ukamilifu wa business plan, business plan ya mradi kama nilivyosema hapo awali, haya mambo yote niliyokuwa nimeyazungumzia sehemu kubwa, haya mambo inabidi yawekwe kimaandishi, na kinachotakiwa hapo ni vitu viwili. Moja, inaweza ikawa maandiko ambayo yanaitwa feasibility study, yani ma, wanasema upembu, upembuzi sijui ya, ya sinifu au business plan kuhusiana na huo mradi kama umeitengeneza business plan au feasibility study ambayo imekamilika, ina majibu ya maswali karibu mengi ambayo hawa investors wana, wana, wanauliza itawashawishi kuweza kuona kama wanaweza kukusaidia kukupa mtaji kwa ajili ya hiyo biashara. Kwa hiyo hakikisha unatafuta mtaalamu anakuandikia business plan ambayo imekamilika, iko vizuri na inaweza ikawashawishi hawa wawekezaji walete fedha za mtaji kwenye biashara yako. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali, na kipindi cha leo nilikuwa naelezea jinsi ya kufanikiwa kupata mtaji wa biashara kutoka kwa wawekezaji, yani investors. Naomba uendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali siku za Jumatatu hadi Ijumaa saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na karibu tena. <tune>